Bwana asifiwe. Nataka tuweze kushea neno la na Mungu nani kwa kifupi tu. Uh, neno la Mungu linasema katika kitabu cha Isaia 65, acha tuanzie mstari wa kumi na nane. Furahi, lakini furahini kwa kusagiria daima katika hivi mtakavyo uumba, kwa kuwa nitaumba Yerusalemu uwe wa Pendeza, na wa watu wake wae furaha, nami nitaifurahie Yerusalemu, na, na kuwafurahia watu wangu. Sauti ya maombolezo na ya kilio haitasikika humo tena. Huyu ni Mungu ananena na kusema kwamba nitamfanya Yerusalemu kuwa furaha. Siku ya leo niwe Bwana ananenea. Najua umepitia mengi, umelia machozi, na sauti ya Bwana siku ya leo inakufikia ya kwamba Mungu atakufanya kuwa furaha. Mungu atafanya katika maisha yako machozi isionekane. Mungu atafanya maombolezo iweze kukuondokea, hakutakuwa na maombolezo bali utakuwa umejawa na furaha. Dada yangu, ndugu yangu, wakati wako wa kufurahia umefika, wakati wako wa kusangilia umefika. Maana sauti ya Mungu imefika kwako. Najua umepitia mengi, lakini wakati wako wa kubarikiwa umefika. Wakati wangu wa kubarikiwa umefika. Wakati wangu wa kufurahia umefika. Tena ufanye Yerusalemu kuwa furaha. Mungu amekufanya kuwa furaha. Wacha iwe hivyo kwako, iwe hivyo kwangu, tuwe furaha. Furahia katika Bwana. Amen.